wetu wa kazi tunatekeleza mkataba huu, hmm, hadi unavyoelekeza na tunaamini utafanya kazi hii kwa ushirikiano mkubwa na na timu ya meneja wa TARURA na tunaamini kwamba sisi tutapata taratibu zote zilizo katika mkataba wetu, na tunaamini na kuahidi, endapo tu hakupokea changamoto na hasa na sisi pia kuonge tu kwamba wakati mwingine na sisi tumekuwa tukipata changamoto kutoka katika kwa serikali na hasa pale kwa huko kwa kielekeo, kwa sababu asilimia kubwa unakuta mkandarasi amefanya kazi amejitahidi, katika pata asilimia zaidi ya 80 lakini bado inaweza kutokea chochote kutoka kwa certificate ya mzo wa mshahara. Hiyo ndio kwa kwa sisi wakandarasi kwa changamoto, kwa sababu unakuta mkandarasi ni mtaji kadri ya uwezo, kwa kuna kipindi kabisa na wewe nguvu ile ya uchumi na kuungua

Nilikutana muda si mrefu na wakandarasi mkampuni mawini makubwa wanaofanya kazi ndani ya halmashauri ya wilaya Ngara, lakini na njia ya halmashauri, makampuni hayo ni Chama Technical Company Limited na Jipina Company wamekuja kufanya shughuli za ujenzi wa barabara. Ujenzi huo eh, unahusisha kujenga barabara, madaraja makubwa na madogo na oluma, na haliwe, chambu, hawa, nanguawi. na nanguawi. Lakini, kwa ujumla ni wasikilizaji wangu walivyonitambulisha kwamba hawa wakandarasi wanaa, lakini kwa sababu mimi ni mfuatiliaji sana wazi shughuli na miradi mbalimbali ya serikali, nimewaeleza waziwazi wazi, na bayana kabisa, mkandarasi yeyote atakayechelewa kumaliza kazi yake ndani ya muda tutamchukulia hatua haraka sana, ikiwemo kusitisha mkataba wake na kumchukulia hatua zingine zinazotakiwa. Nimewaeleza wajitahidi, ubora wa kazi uonekane. Watakuwa na mkataba wa miezi sita wameanza na aleba mwishoni sema wanamaliza tarehe 30 Mei 2026. Kwa hiyo nimewaagiza wakamilishe ndani ya nani ya na kama tulivyo kusikia mneataraangaa naaoi amesema pesa ipo, hawana sababu ya kuchelewa kukabidhi ndani ndani ya mkataba nani, ninawasisitiza mimi na kamati yangu wa saaa, tutakuwa tunapita mara mara kwa kukagua ujenzi wa barabara.

kwa kibei certificate awalipe, na mimi nimesisitiza mimi ndio TARURA ukichelewa kulipa maana yake kosa linahamia kwake.